Simulizi: chanzo cha utajiri wa Freemasoni i mafanikio yaliyolipa kwa damu. Nilianza maisha yangu nikiwa maskini wa kupindukia. Nilizaliwa katika familia iliyokuwa haina hata uhakika wa mlo wa siku mbili mfululizo. Baba yangu alifariki nikiwa mdogo, mama akabaki na watoto watano wote tukimtegemea yeye, ambaye hakuwa na kazi ya uhakika. Nililala njaa, nilidharauka, nilitukanwa na nilionekana kama mtu asiye na thamani mbele ya jamii. Nilipofikisha miaka 25, nilikuwa tayari nimechoka maisha. Nilifanya kazi ndogo ndogo, ikubeba mizigo sokoni, kulima kwa watu, hata kulala nje ya maduka kuomba kazi ya siku, lakini mafanikio hayakuja. Kila nilipojaribu milango ilifungwa, ndoto zangu zilionekana kama mzaha. Siku moja usiku, nikiwa nimevunjika moyo, nilikutana na mzee mmoja wa ajabu. Alikuwa amevaa suti nyeusi safi kupita kiasi kwa mazingira yetu ya mtaa wa mabanda. Alinitazama kwa macho yaliyopenya rohoni, akasema, unataka utajiri wa haraka au unataka kuendelea kuishi kama kivuli? Maneno yale yalinigonga kama radi. Nilimfuata bila hata kuuliza maswali mengi. Hapo ndipo safari yangu ya mateso ilipoanza. Mlango wa kwanza, kiapo cha damu. Nilichukuliwa hadi nyumba ya kifahari pembezoni mwa jiji. Ndani kulikuwa na watu waliovaa mavazi meusi, nyuso zao zimefichwa. Kulikuwa na alama za ajabu ukutani, mishumaa na harufu nzito ya uvumba. Niliambiwa wazi, utajiri unaotafuta hauji bure, unalipwa kwa damu, utiifu na kafara. Niliapa kwa damu yangu mwenyewe, nilichanjwa kidogo mkononi, damu ikadondoka kwenye bakuli la fedha. Nilitetemeka, lakini njaa ya mafanikio ilinifanya nikaendelea. Kuanzia siku hiyo, maisha yangu yalibadilika: utajiri wa ghafula, mateso ya kinya. Ndani ya miezi sita hii, nilipata magari ya kifahari, nilimili nyumba kubwa, akaunti zangu zilijaa pesa, niliheshimiwa, nikaogopwa. Lakini mateso yangu ya kweli hayakuonekana kwa macho ya watu. Nilianza kuota ndoto mbaya kila usiku, sauti ziliniita gizani. Nilianza kuumwa na kichwa kisichoisha. Furaha haikukaa moyoni mwangu hata siku moja. Waliniambia, huu ni mwanzo tu, kila ngazi ya juu inahitaji sadaka kubwa zaidi. Kafara ya kwanza ni damu ya ukoo. Siku moja niliitwa tena. Safari hii sauti yao haikuwa ya kubembeleza, ilikuwa amri. Utajiri wako unadhoofika. Lazima utoe kafara ya damu ya karibu. Nilikataa, nililia, nilijaribu kukimbia, lakini nilionyeshwa mateso niliyokuwa nikija kuyaona: umasikini, wazimu, kifo cha aibu. Hatimaye nilivunjika. Ndugu yangu wa kwanza alifariki kwa ajali ya kutatanisha. Nilijua ukweli, lakini sikuthubutu kusema. Baada ya hapo, biashara zangu ziliongezeka maradufu Nililia peke yangu, lakini pesa zikaninyamazisha. Kafara ya mwisho, familia yangu mwenyewe. Kadiri nilivyopanda juu ndivyo nilivyozidi kuwa mtumwa. Hawakuona huruma, walitaka zaidi. Waliniambia umefika kileleni, ili ubaki hapo, kafara ya mwisho lazima iwe damu yako ya tumbo. Hapo ndipo nilipojua nimepotea kabisa. Ndani ya miaka michache Mtoto mmoja aliugua ghafla, akafa. Mke wangu alipata mshtuko wa moyo, familia ikasambaratika. Nilibaki peke yangu katika jumba kubwa lililojaa sauti za vilio visivyoonekana. Mwisho, mafanikio bila maisha. Nilikuwa tajiri kupita kiasi, lakini sikuishi muda mrefu. Mwili wangu ulianza kudhoofika ghafla, madaktari hawakuona ugonjwa. Nilikuwa nachoka, nikidhoofika, nikioza, nikiwa hai. Usiku wa mwisho nilisikia sauti ile ile ya kwanza ikisema, makubaliano yamekamilika, umepewa kila ulichoomba. Nilifariki kabla ya kufurahia hata kizazi changu. Utajiri ulibaki, lakini familia yangu ilifutika. Jina langu likatajwa kwa hofu, si kwa heshima. Funzo la simulizi: utajiri unaonunuliwa kwa damu hauna baraka, hauna amani. Hauna maisha marefu. Kila kitu kina bei. Na kuna bei ambayo haifai kulipwa.